Assalamu alaikum na karibu katika udukuzo ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe nane mwezi wa nne mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Uu, vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Nikukumbushe kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 sita tatu tisa tatu tatu tano. Kumbuka ni siku ya Jumamosi April 19 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, viwanja vya farasi Osterbay, Dar es Salaam. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia muombea kura, Janabi WHO asema uwezo wake utaboresha Afrika, ataja mambo matatu kumkumbuka Karume, mjane amsifu uthubutu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ulega aije juu standards kukwama kurejesha mawasiliano kusini, habari katika ukurasa wa pili. Bunge la bajeti ya uchaguzi kuanza leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania yaenda na maeneo kumi na mbili ushirikiano na Angola. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika panya mwingine wa Tanzania aweka rekodi ya dunia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Dkt Mwinyi aita diaspora kuwekeza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo. Kuijila habari Tanzania, pata nakala yako, usome kwa ndani zaidi pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu nilo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni G55 ya CHADEMA ya fukua mapya. Jenerali Ulimwengu achambua, akilinganisha na ile iliyotikisa CCM agusia ushawishi mabokusi, apinga jina kutumika, liswasema wataandamana siku ya uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mapya kesi ya mauaji ya bilionea wa madini ya habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili imeandika mahakama kuu kanda ya Songea imetoa maagizo sita yanayozuia kutajwa kwa majina na mahali wanapoishi mashahidi wa jamhuri katika kesi ya mauaji ya watu wawili inayomkabili Hussein Kadari na wenzake sita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lipumba piga nondo za lala salama bunge, habari katika ukurasa wa pili. Wakati mkutano wa 19 wa bunge la 12 unaanza leo jijini Dodoma, mwenyekiti wa CUF Profesa Ibrahim Lipumba ameshauri ili kuwatendea haki wa Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika zijio faida za katuni kwa watoto, habari katika ukurasa so wa 12. Nguruwe wabainika na masalia ya ARV, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lenye habari aliyopewa kipaumbele ni Ole Ngurumwa awataka CHADEMA iwasikilize G55, agumbushia kundi la wabunge wa CCM lilivyosikilizwa, awataka waelewe kutofautiana mawazo ni kukuwa kwa demokrasia. Habari katika ukurasa wa 4. Raisi ameunga mkono Janabi kinyang'anyiro WHO. Habari katika ukurasa wa 4. Mwinyi tuzindue mpango wa ujuzi wa kukuza uchumi wa buluu habari katika ukurasa wa nne. Serikali yataka kuangaliwa maeneo yenye tija, Tanzania Angola. Habari katika ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti hili limeandika wazalishaji mbegu Afrika wahimizwa kuhusu bora. Habari katika ukurasa wa pili. Stanbeck yashinda tuzo ya euromane 2025 habari katika ukurasa wa nane. Mvua kubwa ya uwa zaidi ya thelathini Kinshasa. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Tahariri gazeti Majira limeandika tuwekeze ndani ya nchi yetu, sio kubaki washangiliaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa akhbari, sita. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nipashe mwangajamini nalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni LHRC yasema Chadema iko sahihi. Ni kuhusu vuguvugu la no reforms no election lililowaibua wakosoaji ndani ya chama waliojibatiza jina la G55, wakikosoa uongozi wa Lissu wa habari imeendelea kwenye ukurasa wa pili. Ndugu yetu Ndulisho katika ukurasa mbili wa gazeti Nipashe anasema yeyote anayefahamu haya na bado anasema twende tu hayuko makini uchaguzi wa Tanzania sasa hivi ni machinjioni. Wanaosema twende tu kwenye uchaguzi wamesahau engua engua, wamesahau hii mizengwe ambayo ilifanywa jimbo la Mlimba, CCM ipite bila kupingwa. Lakini pia nukuu ya Furgens Masawe inasema kwa hali iliyopo kumekuwa na changamoto kubwa, si rahisi uchaguzi kwa uhuru na haki, japo serikali haikiri kama kuna changamoto. Dr. George Kahangwa Nuku yake katika ukurasa wa mbele yenyewe anasema, Lisu aendelee kutambua kuwa yeye ni mwenyekiti wa chama. Haiwezekani wanachama wakawa na mawazo sawa, hivyo kama kiongozi anatakiwa ajue nini cha kufanya ili wanachama wake waelewe misimamo yake. Hamdon Meliseli, nuku yake anasema, huu ni mgogoro mbaya, umekuja wakati mbaya, na mbaya zaidi wanaosema hawajabobea kwenye siasa wanazungumza tu, wanatakiwa kukaa na kutafakari undani wa taarifa hii. Ni katika ukurasa wa pili wasira afunguka alichonuia Karume, tiba elimu bure. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Kizazi cha kesho bado kiko gizani, wataalamu wabaini mawili yanayozamisha shimoni, wizara ya kiri kuna shida. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika ACT Wazalendo ya jana, hoja sita za uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa kumi na nane wakulima wa mpunga ndio waliozua balaa mafuriko yaliyoharibu nyumba mia tatu kijijini. Habari katika ukurasa wa tisa. Aishi na uja uzito kwa miaka minne, mtoto afia tumboni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Nipashe, Nipashe ukurasa wake mbele ukiandika Yanga hii unaifungaje? Hili ni swali, majibu yake katika ukurasa wa 24. Pata nakala yako ya gazeti Nipashe usome kwa undani zaidi. Nalo gazeti Jamhuri lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Lissu afungwa breki, ajajua anza kuwatumbua viongozi wanaopinga msimamo wa chama. Kauli ya Dr. Nchimbi aliyetoa Songea kuhusu uchaguzi yatia chumvi kwenye kidonda, ni baada ya G55 kufufukia ndani ya Chadema na kusababisha mpasuko. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inamwonyesha Tundu Liso pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi. Gazeti hili imeandika, Energy pombe damdam yatumika kama nazi kwenye mboga kukoleza. Common kindi mchujo uanzuka, wizara ibo haja ya elimu ya ziada kutolewa kunusuru watu wa kipato duni. WHO yapiga marufuku matumizi kwa utoto wenye umri wa chini ya miaka 18. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Bali ile apewa minne tena tefa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili wakosa huduma ya maji tangu mwaka 2023. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili imeandika Yuda Iskarioti Mwasisi wa ugaidi duniani. Habari katika ukurasa wa 12. EAC na wamani kwa dhuluma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili gazeti hili limeandika kilimnemba kuipa Afrika dola trilioni mbili. Habari katika ukurasa wa kumi na saba. Kwa Mkapa hatoki mtu ndani, wa taarifa hii katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele lenye kusema tunaanzia wanapoishia wengine. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye wa habari aliyopewa kipaumbele ni Dkt Mwinyi ahutubia mkutano wa CTIS, ataka mpango ujuzi kwa vijana. Asema uchumi wa buluu una fursa nyingi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Othman ataka jamii kutunza vipaji vya vijana, habari katika ukurasa wa tatu. Viongozi wananchi kuendelea kumwenzi mzee Karume, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika CCM yaahidi kuendelea kufuatilia miradi ya maendeleo, habari katika ukurasa wa 18. Hemedi kumbukumbu kumbu kifo cha hili, hili Karume. Macron apinga Israel kwenye kuagaza habari katika ukurasa wa tisa na hivyo ndivyo ambavyo daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Dr Samia amnadi janabi asema uzoefu na utendaji kazi wake pamoja na mafanikio aliyopata yanajieleza atangaza kuunga mkono kampeni yake kugombea mkurugenzi mtendaji wa WHO Afrika. Habari ilikuwa kwenye ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika mvua ya uo watu zaidi ya 30 DRC, habari katika ukurasa wa saba. Madaktari bingwa nchini wanika mafanikio ya afya, habari ilikuwa kwenye ukurasa wa tano. Gazeti hili limeandika rais Mwinyi asifu wekezaji wa diaspora, habari katika ukurasa wa tatu. Wachambuzi wataja faida ziara ya Rais Samia Angola, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika rais Samia, tudumishe amani kupitia kumbukizi za waasisi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Tanzania Angola kufanyia kazi fursa za kiuchumi, habari katika ukurasa wa sita. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Pata nakala yako some kwa undani zaidi.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 kutakuwa na mpango mwingine wa kukomesha ishu ya habari. Imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika kocha azam akatatama tuhuma tabora united zipite. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili, lakini pia gazeti hili limeandika mwamposa ni kibo denis na mpanzo. Habari katika ukurasa wa kumi na tano maana ya pointi saba za yanga pakome aongeza rekodi nyingine. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili msimamo wa ligi kuu mara baada ya mchezo wa jana ambayo Yanga imepata ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Coastal Union. Yanga inaongoza na alama sitini na nne katika nafasi ya kwanza mara baada ya kucheza michezo ishirini na nne wakati Simba katika nafasi ya pili na alama hamsini na saba ikiwa imecheza michezo ishirini na mbili Azam katika nafasi ya tatu na alama hamsini na moja Singida Black Stars katika nafasi ya nne na alama hamsini wakati Tabora United jipo katika nafasi ya tano na alama 37. Hii ni top 5 ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia gazeti hili limeandika UEFA Champions League Arsenal dhidi ya Real Madrid saa sa kumi kamili jioni, Mwanza na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Pata nakala yako usome ndani zaidi magazeti ya habari habari za michezo na burudani. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwe la habari Tanzania lenye limeandika Yanga yamuenzi Karume kwa ushindi. Nyota Simba watu hofu mashabiki wao. Azam yaizuga Yanga, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wanyonyi afunguka ushindi wake Jamaica, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Uwanja wa Sokoine Mbeya kufanyiwa marekebisho, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo guji la habari Tanzania katika ukurasa wake wa nyuma, na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.